Unabii kabisa ambao nawatumia watu wa CCM, ioneni nchi baada ya uchaguzi, ihurumieni nchi, ihurumieni nchi kwa miaka mitano ijayo, ihurumieni nchi. Hakuna binadamu ambaye una ubinadamu kwa sehemu kubwa, hata mpaka dakika hii walioko sehemu bado wanaroho ya Mungu bado wanaroho ya ubinadamu. Hakuna binadamu ambaye ukipata ubunge, ukipata ukuu wa wilaya, ukipata ukuu wa mkoa, hakuna binadamu ambaye utastarehe wakati jahazi lina yumba, wakati vilio vinasikika huku na kule. Hakuna ambaye ukuu wa mkoa, ubunge utanoga, hakuna Tukitabiri kabisa, nikikutabiria kabisa, unabii wa kabisa, nikikutabiria baada ya uchaguzi kuna giza. Na ndio maana ushauri wangu kwa watu wa CCM, ushauri wangu kwa watu wa CCM, nasema inawezekana mambo yenu haya mtayapeleka hivi hivi mtayapeleka lakini kwa saikolojia ya kawaida ioneni nchi baada ya uchaguzi, lioneni jahazi baada ya uchaguzi litayumba kuliko hivi. Unabii wangu wapelekeni, akoa wapelekeni, mwanzie nyuma kidogo wapelekeni, wapelekeni, unabii wangu. Yaani, kwa mfano sasa nasema mchungaji, wewe uko kwenye hatari, ukitokea tu hapo barabarani hawa wasiojulikana wanakupoteza dakika yoyote. Subiri kidogo, mwezi gani? Mwaka gani? kama si Bwana kuingilia kati, kama hawa viumbe hawatageuza moyo, watabaki na falsafa ya mbele kwa mbele, hawasimami. Bibilia katika, katika, katika, katika, katika Yeremia sura ya 6, 14, ina, 16, sura ya ngapi ya 6, 16, inasema ina, wanadamu simameni Simameni, msiendelee mbele kwa mbele. Simameni, viangalieni vizazi si vya zamani, viangalieni vizazi si vya zamani. Iwapi njia iliyo njema nani, mkatembee katika njia hiyo, mtajipatia raha nafsini mwenu. Katika Mithali nane mstari wa nane inasema, viulizeni vizazi si vya zamani Jiulizeni vizazi vya zamani, namna ambayo mnatakiwa kuiendea, kwa sababu nyie ni wajana tu. Simameni, simameni. Hawa wanasema ni mbele kwa mbele, mbele hakuna njia. Hata kama haya wanayo wanayoyapusi yatafanikiwa, yata unabii kabisa ambao nawatumia watu wa sishemu ioneni nchi baada ya uchaguzi, ihurumieni nchi, ihurumieni nchi kwa miaka mitano ijayo, ihurumieni nchi. Hakuna binadamu ambaye una ubinadamu, kwa sehemu kubwa, hata mpaka dakika hii walioko sehemu bado wana roho ya Mungu, bado wana roho ya ubinadamu. Hakuna binadamu ambaye ukipata ubunge, ukipata ukuu wa wilaya ukipata ukuu wa mkoa. Hakuna binadamu ambaye utastarehe wakati jahazi lina yumba, wakati vilio vinasikika huku na kule. Hakuna ambaye ukuu wa mkoa, ubunge utanoga. Hakuna, hakuna. Namwasha mwanasisemu yoyote, yoyote. Kwa uwezo wa saikolojia yake, Mungu ampe kuiona nchi, hata kama hiki wanacho kisukuma kitakuwa hivyo, waione nchi, waihurumie nchi hii. Nchi Mungu alitupa hii nchi, Mungu alitupa kwa makusudi, ingekuwa mfano wa nchi zote duniani. Mpaka dakika hii nchi inaweza ikawa hivyo huzuni na vilio vinaweza visisikike milele. Uwezo huo uwe Mungu anao watu wakuonyesha njia tupite wapi. Mungu ametuweka kwenye hii nchi, na ndio maana tunapigizwa namna zote, bado tunaendelea kutamka na kutangaza kila ambacho kingaliokoa hatakayenufaika mbele mbele ni giza totoro. Sasa mchungaji, ukisafiri mavampaya ukisafiri safiri mavampaya yatakumaliza haraka. Subiri mpaka mwaka gani? bari mwingine kinachoweza kuponya ni wachache, tuwe tayari hupoteza uhai kwa ajili ya wengine wa baadaye. Kinachoweza kuponya mambo wote tukiji, kwa mfano, mimi nikizunguka naenda kuhamasisha wizi, naenda kuhamasisha uuaji, kuna mahala nimewahi kuambia tu, tukusanyike tu, tu, tupange jeshi la, la, la, la kuua watu eh? Najaribu kuhamasisha kuinua mioyo ya watu, mioyo ya watu imrudie Mungu, imwelekee Mungu.